Hello guys, hope mko fiti, mko fresh, mko welo welo now. Guys, as you know, uh, thank you so much kwenye umefika kwa hii video ya siku ya leo. Make sure, if you are new here, make sure you subscribe. Kama we bado ni mwenyeji, naomba ukaweze ku-like the video na u-comment. Na bila kusahau wadau, kuna channel niliunda pale ya kwenda live. Kuna channel niliunda pale ya kwenda live. Kwa sababu hii kidogo. Inaenda kuwa na tatizo kwenda live, so naomba uh, kuna link nimewekea hapo. Click that link itakupeleka direct hadi kwa channel ya kwenda live kama wewe ni utaki kukosanga live zetu, juu sasa hii itakuwa ikienda live, so make sure umefinyo hiyo link, umesubscribe, na kwenye bado hiyo link wanaona ni process, tafuta tu Marcus Atesh analysis. Then, definitely itakupeleka mpaka wapi kwa hiyo channel. Make sure umesubscribe na tutakuwa pamoja na guys, safari ijakuwa rahisi, safari ijakuwa rahisi no, wadau, uh, mission imekuwa ngumu mpaka mahali ambapo tumefikia na tumefikia kiwango ya kutafutana na Liz, guide Liz, uh, eh, join the main thing kwa mission baadae. Hata mkiona tu hizi zingine mission zetu tumekuwa tukifanya hizo ni kwa sababu inabidi to save our soul, kama kushughulikia mambo mengine ilikuwa ni tulazimu ndio to save our soul. Lakini mission kubwa hapa ilikuwa kwa mradi wetu wa madam ambaye ni nini, ni madam ambaye ametuhangaisha sana sisi, mnajua hiyo wadau, ametuhangaisha sana, na sasa imefika kiwango ambacho haizi kuwa tolerated anymore now. Maafisa wetu maafisa wetu wanadili na hiyo kesi vilivyo. Sasa guys, iko hivi leo leo mlione a mmejione nyote wote, tulifika mpaka pale kwenye lango lango ambapo inaaminika Madam Liz yuko ndani, na tukafika kama kawaida, tulikuwa tumepanga. Lakini kinyume na matarajio, kinyume na matarajio, tunapata kitu ambacho hatukutegemea, tunapata a lady na this lady ana claim huko ni kwake na in fact anatunyima entrance ya kuingia kwa hiyo nyumba, juu afisa lazima angeingia ajue kila ripoti kuhusiana na hiyo nyumba, lakini huyo madamu anakataa na anakuwa kichwa ngumu kabisa. So, I was wondering kwani how many people wanafanya kazi na huyu madam Liz. Ni watu wangapi wanafanya kazi na huyu madam Liz? It seems that each and every day tunapata new person. Tutaimaliza hawa sasa ngapi? Hawa sasa tutaiwamaliza lini if kila siku tunapata mtu mwingine? Hawa sasa tutaiwamaliza lini? Kwani watu wangapi wameandikwa kazi na huyu madam watu wangapi? Juu inakaa hapa kuna stori, kuna mambo mengi sana ambayo hata si wenyewe hatujui. Tukimaliza hii ingine inakuja, tukimaliza hii ingine inakuja, tukimaliza ingine inakuja. Swali langu ni je, ni watu wangapi wamehusika hapa? Sasa huyu madamu ni kichwa ngumu, huyu madamu ni kichwa ngumu, anajita Linda, madamu ni kichwa ngumu, na anasema hapo ni kwake. Na Benten ameleta hapo akisema hapo ndio amekuwa akifanya meeting. So Benten hizi kuwa amejileta kwa wote, hakuja kuwekelewa madam, hapana. Madam ndio anajaribu kujifanya mjinga but the reality is hapo ndio Benten anafanya nini? Hapo ndio Benten walikuwa wanakuja meeting. So madam ndiye anajifanya mwendo wazimu by which DC wetu najua ashakuwa janja kuhusiana na hiyo. Madam anamjua Benten vizuri ni venye hizi takakubali Hazita hmm, kukubali but the thing is anamjua. Now, if this, thing, uh, uh, this is a Godfrey, uh, ataka chonjo remember, this is a house. Umesikia magaidi wamekuwa kipatika kufanya nini? wakikuja meeting huko. Now what we need to do, hata tukiwa ndani inafaa tujichunge sana. Nikisema vitu kwa sababu gani, gaidi anaweza kuja tu, wafunga mlango tukiwa ndani, ama mpaka tumechomewa ndani wote

kwanza wanza, mm. Wajua afisa Deno na Benten mwenyewe, wanze tunachomewa huko ndani, tunachomewa huko ndani yeah. Unasikia tu moto imeashwa, these people si watu wako na utu, they don't know. Wadao kama hiyo ni kejelizi. Huyu madamu akona pesa ni wadao. Tuliingia ndani mkoona, yani mtu bado anakaa maisha stable, hata hata baada na unajua, unasikia hiyo ni nyumba baadhi ya zake. Akona nyumba nyingi sana, ni nyumba baadhi ya zake, zake. Si ati ni nyumba yake yake yake, ni baadhi ya zake. So that who shows you madam, eh hey, pesa nazo anamwaga kwa vitu zake. Lakini sa huyu madam ameshikwa na claim tu mtoto sio, yaani nyumba si yake. Nyumba si yake, Liz ni yake. Na ndio tena anasema huko ndio walikuwa wanakuja meeting, huko ndio kwa Liz. Yaani huyu madam anajaribu kutuchanganya sana akili mpaka tu give up. Hata tuchanganyiki. Tuchanganyiki, si tushaambiwa huko ndio kwa Liz, tunajua ni huko. So story ati huyu kijana nawadanganya, hapana, atudanganyiki. Ni huyu madamu afanye nini? Atoe Liz, mali yako hata hizo room amejifungia, atoe Liz huko, sisi tufanye shughuli yetu, kama ni kuenda na yeye tuende na yeye eh, tuache madamu akiwa huru, lakini sio maana ya kutuhangaisha hapa. Maana ya kutuhangaisha hangaisha hapa tunakataa. So guys, thank you so much kwenye wote uh, wamewatch hii video also, tena kuwakumbusha kama hujaingia kwa ile channel nyingine uja subscribe link iko hapo kwa comment section. Um, yes, link nimeweka hapo kwa comment section, just finye hiyo link itakupeleka automatic, automatically baka kwa hiyo channel. make sure you find nini make sure you subscribe, hata ukiwa watch the videos, like the videos, pia leave a comment, ndipo sasa wakati nitakuwa nakuja live at least mtakuwa mnapata nini notification, mimi niko live. Kwa sababu hii, nimesema kidogo iko na changamoto, sitakuwa nikienda na live. So guys hope mmenielewa, hope mmenipata vizuri. So guys thank you so much. Na pia kama ni mgeni kwa hii channel ambayo uko uko nao watch hapa sasa, make sure subscribe. Kama ni mgeni, make sure subscribe. Yes, so that itakuwa ni support mzuri sana. Thank you so much guys.